Je, unajua kuwa wanawake na watoto ndio wanaoongoza kwa kiwango kikubwa cha upungufu wa damu duniani. Lakini kwa nini wao zaidi? Ni jambo la ajabu ambalo wengi hawalijui. Katika video hii tutafichua ukweli wa kushangaza kuhusu sababu halisi zinazowafanya wanawake na watoto wawe katika hatari kubwa zaidi. Baadhi ni za kibiolojia, nyingine za kijamii na nyingine zinaumiza sana. Ukizifahamu, Utakuwa nami daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe kisha kengele pembeni yake. Tuanze na takwimu. Kwa mujibu wa shirika la afya la dunia, yaani WHO, inakadiriwa kuwa takribani bilioni 1.6 ya watu duniani wana tatizo la upungufu wa damu zaidi ya asilimia 40 ya wanawake wajawazito duniani wana anemia, yaani upungufu wa damu. Watoto chini ya miaka mitano barani Afrika, hususani Tanzania, wana anemia kiwango cha zaidi ya asilimia 50. Kwa nini wanawake huathirika sana? Sababu za kina. Sababu ya kwanza, hedhi ya kila mwezi. Wanawake hupoteza damu kila mwezi kupitia hedhi hasa kama ni nyingi au zisizodhibitiwa, jambo linalochangia kupungua kwa madini ya chuma mwilini na kupelekea upungufu wa damu. Mimba na uzazi, sababu ya pili. Mjamzito kuhitaji huhitaji damu ya ziada kwa ajili ya mtoto. Ukosefu wa virutubisho kama madini ya chuma yani iron folic acid, na vitamini B12 huongeza hatari ya anemia, yani upungufu wa damu. Lishe duni. Katika jamii nyingi, wanawake hupata chakula kidogo au lishe duni kuliko wanaume kwa sababu ya majukumu ya familia au tamaduni zinazowapendelea zaidi wanaume na kupelekea kukosa virutubisho muhimu vinavyohitajika katika kutengeneza kiwango cha damu. Kazi ya ziada bila mapumziko Wanawake wanafanya kazi nyingi nyumbani, mashambani au kazini pasipo muda wa kutosha wa kupumzika au kula mlo kamili, jambo linalopelekea kuchoka kupita kiasi na kufanya kazi nyingi na kukosa virutubisho vingi vya chakula. Upatikanaji mdogo wa huduma za afya. Huduma za uchunguzi wa afya au virutubisho hupatikana kwa nadra kwa wanawake walioko vijijini au walio na kipato kidogo, jambo linalopelekea kukosa huduma za dharura au huduma stahiki za kuongeza virutubisho vinavyohusika katika utengenezaji wa damu. Na kwa nini watoto huathirika sana? Sababu ya kwanza ni ukuaji wa haraka, miili yao inahitaji damu nyingi kwa ajili ya ukuaji lakini lishe wanayopewa haitoshi mahitaji haya. Jambo la pili, minyoo tumboni. Watoto wengi huathirika na minyoo ambayo hupunguza madini ya chuma na hivyo husababisha anemia, yaani upungufu wa damu. Lishe isiyotosha, watoto hupata uji au vyakula visivyo na madini ya kutosha kama chuma, folet na protini muhimu. Magonjwa ya mara kwa mara: magonjwa kama malaria, maambukizi ya bakteria au virusi huongeza hatari ya upungufu wa damu. Kutonyonyeshwa ipasavyo: watoto wasiponyonya maziwa ya mama au wanaoanzishwa vyakula vingine mapema sana kukosa kinga na virutubisho muhimu kutoka kwa maziwa asilia ya mama, jambo linalopelekea kuwa na upungufu wa damu kutokana na kukosa virutubisho muhimu. Sasa nini cha kufanya kama jamii? Kwanza, kutoa elimu kuhusu lishe bora kwa wanawake na wazazi, kuhamasisha uchunguzi wa mara kwa mara kwa, kwa wanawake na watoto, kutoa virutubisho kama iron na folic acid bure kwenye zahanati hasa zile zilizoko vijijini na kwa wale wenye kipato duni. Kudhibiti minyoo kwa watoto kila baada ya miezi sita, jambo ambalo linafanyika na kuendeleza zaidi. Kuhakikisha wajawazito wanapata huduma za kliniki na ushauri uenza wa lishe wenza wawashauri wajawazito kuhudhuria kliniki mara kwa mara. Hitimisho. Upungufu wa damu si jambo dogo, na lina awaasili zaidi wanawake na watoto, na linaweza kuzuilika kwa elimu na vitendo. Usikae kimya, shiriki video hii ili uzidi kuokoa maisha ya wanawake wengi na watoto wengi. Share kwa marafiki, share kwa mwanamke, share kwa mama, share kwa mtoto mmoja, ili ajifunze zaidi kwa nini kuna upungufu wa damu kwa watoto na kina mama. Ulikuwa naye Daktari Lenny Komba. Kama umejifunza jambo lolote, tafadhali usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa marafiki. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.